Mtazamaji, huku haya yakijiri, Rais William Ruto amesisitiza azma yake ya kuendelea kutoa mchango kwa makanisa, huku leo pia akiahidi mchango mwingine kwa kanisa la AIC kaunti ya Uasin Gishu. Na akizungumza katika ibada ya shukrani katika kanisa hilo la AIC Fellowship Annex, Rais Ruto aliwakashifu wale wanaopinga michango hiyo akisema wana nia ya kueneza utovu wa maadili nchini. Musitishwe na wale ambao wako kwa mitandao ati wanajaribu kutuambia kwamba hatuwezi kujenga kanisa la Mungu. Tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii, yeah. Oh. Hatusemi, sijasema wapende wasipende, sijasema hivyo. Na kwa sababu hiyo nasikia mlifanya mchango last week. Sasa wewe utachukua hiyo mchango ya last week ufanye times 2 unipatie invoice nitakutumia.